A, kipenzi mtazamaji, najua umehimisi sana na, ama umimisi ume sana stori ni muda mrefu sana na kiukweli kabisa mimi mwenyewe nimekumisi, na leo nitakupa stori moja ambayo ni fupi tu, lakini ni nzuri sana na wewe mwenyewe najua utapenda kuisikiliza. Kipindi kilichopita kiongozi wa zama hizo Muawiya bin Abi Sufyan alikuwa kwenye sehemu yani kama hii katika mji wake na alikuwa juu na siku hiyo Amru bin As alikuwa anakuja na wageni wafanyabiashara wakubwa, na ni kama walikuwa wanaenda kwa Muawiya kushauriana naye kwa masuala mbalimbali ya kibiashara na vitu kama hivyo. Kwa Amru bin As wanakwenda kwa Muawiya bin Abi Sufyan akamwambia bwana, tunakwenda kwa Muawiya lakini mkifika kule msimu si kiongozi, yani msimtukuze, yani ambaka kajisi kwamba nyinyi ni watu madhalili mkifika pale nii, yani kazeni yani, msinini msiongee, msi naye kwa uoga uoga, lakini wa, wakati Amr bin As anawambia wale wageni vile Muawiya ipoko juu anatizama ana, anaona kwamba yani, kuna akaisi yani, kwamba ana yani akaisi Amr bin As anamdogosha kwa wale wageni. Basi Muawiya akamwambia watu wake kwamba naona wale wageni wanakuja wana kishafika mlangoni mrughusu ni Amru bin As, alafu wale wageni wacheni woga yaani kashikashimara hivi yani, kash hivi yani, basi sawa fika mlangoni Amru bin As akaruhusiwa kupita, kwa wale wageni wakazuiliwa zuiliwa, kwanza ile rudi nyuma, njoo mbele yani hivi, mara hivi, basi wakawa ni viki kwamba yani tumetoka huko tuje tuongee na Muawiya, lakini tunapata tabu yani. Wakahisi kwamba kitu chochote muda ule naweza kikawakuta. Kaambia bwana, mkifika ndani msimwangalie Muawiya kwenye macho, msimwangalie Muawiya, basi lazima naye alimieni atokeni yani. Ule uoga wakati wa yes, kwamba wakawa ndani uoga mkubwa nah, hivyo ndio Muawiya alipotaka kwamba wakiingia pale wajue kwamba kwa kweli tumeingia kwa kiongozi, basi wakafunguliwa mlango wakapita Muawiya na Amru bin As wanazungumza. Walivyoingia, yule ambaye yuko mbele kwa ule uoga na ile hofu akasema asalamu alaika ya Rasulullah. Amani ya juu yako yo yu mtume wa Mwenyezi Mungu. Na wale waliokuwa naye wa kudhania kwamba ile kauli ni sahihi, nao pia wakasalimia vile vile kwamba amani yojuu yako yo yu mtume wa Mwenyezi Mungu. Na hakuwa mtume, alikuwa Muawiya. Basi Muawiya akawa namwangalia Amr bin As anatabasamu kwamba Yaani Amr bin As alikuwa kama anataka wale wakifika pale wasimuogope kiong, ule kiongozi ubaha, lakini, wa pana na sio kwa ubaya, lakini Muawiya akaona hapana, mbona kama anataka kunidogesha, naye akapanga hicho kitu na wale wakaingiwa na uoga kiasi kwamba